Uh, okay. <laughs> Uja waziwazi wazi. Ndani ya kituo chako cha Injili Samaritan FM. Aya sawa sawa, so, so, karibu tena sana msikilizaji, po tulipo pale, let us reason together kidogo, tunapoangazia hapa kitengo cha hoja na Mzee, this beautiful morning, tayari 35 minutes ndizo ambazo ziweza katika mwendo wa saa tatu za asubuhi South African time. Good morning. Karibu tena sana, mpango mzima ni semaji sana asubuhi, how are you doing mzee wa kazi, ukiniita Delvis Olinga na furahia inaleta raha sana. Siku ya 19 mwezi ni mwaka 2025 I hope you're doing okay. You're doing doing okay. fine. Your Your family is good. Your wife is good. wife doing good. Your husband is doing good. Yeah. Your children ule mwenye ajaenda shule ya ujaanza kumpeleka akwapo nyumbani anakusumbua proper. Yeah. So parenting. soparentin yeah. Bwana <laughs> parenting inakuwa ngumu sana. You know, balancing parenthood and uh, other businesses. Nasikia leo ndio nafua uende chama na uko na katoto kadogo umebaki nako eh, sasa hivi kana kusumbua eh, unaweka uh, una, una, una, una pika chai. Mm? Unapika chai unasubiri eh, una, una kwamba majani umeka pale. Mm, na kuna mtu kwa familia ambaye huwa atumii majani, so mtoto ameona kuna majani hapo, anajua mama weka majani kwa chai so umezubaa kwenda kuleta birika, unapata majani yote yametiliwa ndani ya chai na mtoto mdogo. Sasa utafanya namna gani eh? <laughs> Mtoto na kupigisha hesabu za virus <laughs> lakini hawa ni viumbe wengine wazuri tena zaidi. Kwa hivyo tukisalia katika hali hiyo ya watoto Nataka tuzungumze hapa hivi. Kuna hoja ambayo nataka tuweze kuizungumza. And of course, nimekuwa nikiona mitandaoni ya awa watu ambao wamejaliwa kuwa na vijakazi, watu ambao wamejaliwa kuwa na majumba. Unajua kuna nyumba na majumba. Eh? Sasa nyumba kama tuseme ya room mbili. Nyumba ya room mbili sasa hiyo una eh room mbili. Yako na sitting room. Eh, sasa hiyo tena kijakazi anakuja hapo, ataishi wapi? <laughs> inakuwa ngumu, si ndio? Kwa hivyo nimekuwa nikiona baadhi ya wale wapendwa ambao wamejaliwa kuwa na vijakazi katika maboma yao, mara nyingi wamekuwa wakionyesha katika mtandao jinsi ambavyo wanafanya surveillance hapo kwa boma eh. Unapata kwamba kuna CCTV ameweka labda kwa siri ya kuchungulia aone, haya ni mambo gani ambayo huwa yanafanyika nikiwa kazini? Ni mambo gani huwa yanatendeka kwa watoto wangu ninapowaacha katika mikono ya kijakazi, na kadhalika na kadhalika ya biko tukiona visa vingi sana ee, unaona bossi, bile, e, unaona vile bosi anasimulia vile e, kijakazi wake akoso loving, akoso e, caring ya anacheza na watoto wake, anawalisha vizuri, anawafreshia vizuri. Kwa hivyo wanaamua kushia kidogo the joy e, na ile e, ka CCTV ka video kidogo, ambako labda anakuwa ameweka kamera ya siri kwa nyumba yake you understand. Kwa hivyo unajua nyumba ni ya mtu, kwa hivyo wezi kumkataa kufanya bitu anataka mtu akitaka kuweka CCTV yeye anaeka, akitaka kuweka CCTV kwa compound yeye anaeka, anamonitor boma you understand, vitu kama vile. Lakini kumekwepo na visa pia kadha kadha, ambavyo havijakuwa vikionyesha na vikileta raha sana. Mara nyingi labda kama kulikuwepo na tetesi, unasikia wao oh, huyu kijakazi anapenda kutesa sana watoto wangu, ni nini, nini? Anawanyima chakula, chakula cha watoto anakibugia, yeye ndio anakichangamkia mara nyingi. Kwa hivyo unaamua ai, lazima nitege niweze kuangalia hapa inakuwaje. Hawezi fanya hivyo kwa nyumba yangu na watoto mimi, naenda kazini ili ili kwamba nikaweze kufanya kazi, wakule, alafu nawatesa so atakuambia mmoja hivyo, lazima uweze, you take good care of them

I give you, kam shandiz, you take care of my kids while I'm away. I don't take it for granted. I thank you so much. But when it comes to other circumstances, ambapo sasa mambo mengine yanatokea, hapo ndio kuna kuwa na balaa. Sasa kuna kisa kama kingine nikitazama ambapo bwana unaona eh, kuna huyu mfanyakazi ambaye alikuwa na... fanya, fanya mambo sana kwa hii nyumba. Na kwa hivyo yule ambaye ni employer wake akaamua basi wacha yake msema kweli anasi kweli kweli, aone kama hii visa anasikiaga ama anaambiwaga ama anashuku. Unajua, kuna saa zingine unaweza kushuku wewe kama mzazi, because you know your watoto wako na wajua. Unajua mtoto wako kama ameshiba, unajua kama hayuko sawa, unajua tu. Yani hapa kidogo mamba ya kwa mazuri na kadhalika na kadhalika na kadhalika. So kuna mwajiri eh, eh, alikuwa na mshuku kijakazi kwamba anamwachia chakula cha watoto lakini akija bwana watoto wanakani kama hawajakula. Alafu sasa, shida watoto ni wale ambao hawajafika umri wa kuzungumza, ni wale hawajui kuzungumza vizuri, so kwa hivyo hawezi kusema. Ameachiwa serelag witabix <laughs> maziwa pakiti, ambia eh. Sasa ee, fulani na fulani, hii witabix hakikisha ume umetilia umechemsha maziwa umetia ndani, weke kasukari kwa umbali, alafu utawapea hii fulani na fulani utakisha umefanya hivi umefanya hivi umefanya hivi. So huyu mama yeye alikuwa anashuku sana a ah a -ah, kuna vile ambavyo mambo yaendi sawa katika hii nyumba, vitu haviendi sawa. Kwa hivyo akaamua lazima niweke msema kweli, akakuja akaeka CCTV kwa siri siri tu kisiri siri sasa. Ikawa yule kijakazi kazi haelewi. Sasa mama akaanza kumonita pole, pole, akaanza kumonita kumonita kumonita. Kumbe dhamira zake zilikuwa zinasema kweli, akakuja kugundua kweli, eh kile ambacho alikuwa na kishuku kilikuwa ndicho kwamba, huyu kijakazi akwa naachiwa chakula cha watoto, alafu sasa na hapa watoto asilimia saba, hizi tisini na tatu anabugia <laughs> <laughs> hujuma hiyo, ni hujuma hiyo, ni hujuma hiyo, ni hujuma sana. Ai ai bwana, hiyo mambo gani sasa? Sio ukapata huyu mshuku eh, eh, aliyekuwa na shuku, basi kabidi afanye jambo na kuja kugundua, kajua okay, kumbe hivi ndio mambo hufanyika, kumbe hivi ndio mambo hufanywa. You understand, so akakuwa na share asema sasa, hii ndio mimi nimekuja kurealize na kugundua huwa inafanyika behind my back. Kipindi natoka namwachia majukumu akaweze kufanya hivi afanye hivi, bwana afanyi vile, inakuwa ni balaa you understand. So inakuwa pia ina compromise situation kidogo, kwa hivyo mimi nataka nielewe, maana ni swala ambalo kidogo halileti shangwe, sio ila tuseme hivi kwamba wewe mzazi ama wewe baba uwe una uwezo wa kuwa na kija kazi na ifanyike kwamba yule kija kazi ambayo uko e, naye anakufanyia kazi, lakini unaanza kuwa na tetesi kwamba kuna vile afanyi vizuri ama kuna vile umeanza kushukushuku, yaani dhamira zako zinakuonyesha mambo haendi sawa, lakini hauna evidence isha wakati una set a trap, unakuja kugundua kwamba huyu kija kazi amekuwa akiwapimia watoto wako chakula kipindi wewe unamwachia chakula kizuri, chakula cha kutosha, na watoto wanapimiwa chakula kwa nyumba yako wakati hauko, na umeacha chakula cha kutosha. Wewe unaweza kufanyaje? Chukulia sasa ni wewe, hebu jiweke kwa hiyo situation, chakutosha hmm? Sio nako katoto kako unakapenda hako ka last born mtu sasa, si unaona vile wewe una huo unakapea chakula back to back. Sasa kuna mtu yeye ana compromise hiyo situation, anaamua kupima. Kama wewe unampa vijiko viwili, yeye anampa kijiko kadogo kale ka watoto na si hata full nusu. Wewe unaweza fanyaje kama mzazi, iwapo una kija kazi na ugundue kwamba anawapimia watoto wako chakula? Kipindi ambapo sie ti chakula kiko kwa uhaba hapana, utele wa chakula kipo. Lakini sasa inakuwa ndio hivyo. What can you do? What can you do in this kind of situation? Eh? Hebu niambie, share. Haraka tu tu tuelewe. Labda kuna mtu ako na wasiwasi, dhamira zake zinamwambia ni kubaya. Na mtu atakwambia, mimi dhamira zangu zikiniambia huwa si mbaya inakuwa ni ukweli, kwa hivyo unafuatilia na unakuwa na evidence ya kutosha, utafanyaje? Yes. habari ya asubuhi Jema. Kitu cha kwanza wewe, boss ndio uko na shida, mbona unaachia watoto wako chakula e? Lakini huyu mfanyikazi wako haumjali, sinampa. mimi niko 100% sure. ukiachia mfanyikazi chakula tu, akule ashibe. e. Haizi kula chakula cha mtoto wako. uh -huh. Kwa hivyo wewe hakikisha una, una, una, nini, unapea huyu mfanyikazi wako chakula ale ashibe, awe na chakula cha kutosha, ndio chenye anapenda uchukulie. uh -huh. tu kama mtoto wako uh -huh. Then ache chakula ya mtoto atapewa, atashiba, atanona asima, labda unaisa kuwa unampimia, nampimia mahewa yanapenda huh? akiamka nararua pale mkate, mkate umekuwa sanitized, mkate umeunganishwa ume vizuri na glue <laughs> Anasema hakikishe mwanzo umemjali yeye, ili kwamba pia naye akajali wako. Labda kama unamtesa pia naye anaamua kurejesha mateso kwa watoto wako. Ananiambia pale mzee mzima Hirostivo Gonchi. Nasema hapo mimi nikigundua mara moja kumtimua. Aende akiendaga. Eh? Sababu yule zaza mtabia gani bwana? Hayo ni mambo gani anayofanya bwana? Mimi namtimua mara moja. Naambia, "Oya, uko tarehe gani? 19. Aya, pesa zako zitakufuata mgongoni. Si niko na namba yako?" Eh, enda na usiangalie nyuma. Chukua chochote kilicho chako na uchomoke. Sawa? zawazao semamia pantaka pantaka, anaitwa mamia pa, midwedwa mali ananiambia anapimia watoto wangu chakula kwa nyumba yangu, tena chakula changu? Ama hao watoto ndio wanafanya nilauke kuamka ili niwatafutie ili yeye apate mshahara huyo, namdischarge <laughs> kwani aliko hospitalini? Anasema huyo anadischarge, eh, nambia achilia. Eda alikuwa discharged? Kwani ulimwadmit akiwa akila mgonjwa? Simana ana... anadischarge yeye Kulingana na usemi wake Mami Judith Simpia Ayanga ananiambia kwamba hapo hivyo huyu anakula kalamu, papo hapo gundua, na nimefanya zimeingiana vile ilikuwa. Aha, huyu nafuta, napigilia yeye huko mm? Anakula kalamu? Sema hiyo tabia mimi ya pantak, hiyo tabia mimi ya pantak, apantak eh? akiwa jua labda huyu kijakazi ana anajaribu tu kuonja eh, anaonja tu, labda ulimconfuse, because hizi vitu anapea watoto eh, labda ana, anaisi vinaweza kuwa na madhara kwa watoto. Kwa hivyo anaonja mwanzo ili kama kuna kitu kibaya kimfanyikie mwanzo kabla kiguze watoto eh, kwa hivyo yeye anaubaya <laughs> kwamba kama kuna kitu kibaya ambacho labda hii chakula inaweza sababisha, wacha kianze na mimi mm, wacha kianze na mimi kabla kiguze watoto, chaelewa? Sasa inakuwa ndio hali yake ambayo inafanya kwamba <laughs> afanya hivyo. Lakini unajua kuna wengine nao watukutu tu eh? kuna wengine watukutu Laiki wao wako tu hivyo, ni necha yao, ushaona? Na si eti imeanzia hapo, ilianzia kwao nyumbani. Kipindi labda kama alikuwa dada mkubwa, ndugu yake alikuwa mdogo, kipindi mamake anamwachia watoto unajua, hata si ati kufanyika kwa kijakazi hapana. Hii kitu hata inafanyika kwa ndugu wadogo wakubwa. Umemwachia mtoto wako alinde watoto, apike chakula, afanye hivi, anaanza akihisi njaa, anaenda kwa jaga ya uji, sema huu uji wa watoto wa soft sana eh, huu mtoto bado ako na miaka huku mbele, atakunywa tu uji, anaenda kwa jaga, anakunywa uji wa mtoto. Understand? Sasa labda ni katabia amekuwa amejizoesha akiwa kwao nyumbani. Kwa hivyo wanaona ah, hii ni kitu normal. Kwa hivyo naweza apply hapa. Si hawa ni watoto tu kama wale wengine ambao wamekuwa ni kwa responsibility na kwa shughulikia tu kama kawaida. Eh? Hawa ni kama tu wale ndugu yako tu wa kawaida ambao nimekuwa nikishughulikia. Kwa hivyo naona hapa mna tatizo ndio. Ushaona? Kwa sababu amekianza kutoka kule nyuma akiwa nyumbani kwao lakini sasa hapa napo wewe nao umepewa responsibility, yaani mtu wa wenyewe amekuamini na watoto wake, you can just imagine. Mtu ame, ame put trust yote kwako, kwambia Purity, nakuamini utafanya hivi na hivi na hivi I know uta, utaweza, iko like trust iko kabisa anakwambia uta, najua utafanya hivi na hivi na hivi. Ili sasa the end of the day unakuja kumwangusha eh. Kuna wengine hata wao wanaficha wanaficha bidhaa za nyumba. Kwanza akijua anakaribia kwenda home, kijua ni wakati lifu yake inafika eh, sukari kibaki ako na mkebe, ameka kwa kwa bag yake ile suitcase kwa room yake A, anajua bosi hawezi ingia kwa vitu zake, bosi ako na heshima, hata eh? waingii kwa chumba chake pale, licha yakuwa nyumbani yake. Sasa huyu chochote kinachuba, sukari nini, sasa akienda nyumbani, bag ni mzito na ni bag kadogo, vitu zimejaa. <tuhi> eh? hiyo ni tabia mbaya, hiyo ni tabia mbaya sana. You know when given responsibility na mtu amekutrust na watoto wake, mtu amekutrust na mali yake, mtu amekutrust ya na chochote kile ambacho unamfanyia haipaswi kwamba ukamwangushe, anasema Mami Florence Rekesa huyo. Uh, unamkalisha chini uongee naye eh, wenda amezoea kufanya hivyo hata penye ametoka. Yes, kama tu venye nimekuwa nikisema tu, eh huenda amezoea kufanya vile kule alikotoka. Kwa hivyo lazima you sit down with her, umwambie labda hii tabia uipendi na kadhalika na kadhalika okay. Alafu pia kunaye ndugu hapa Andrew Matete anasema kwamba namuelekeza ama namuelekezea makosa yake, alafu akule kalamu, angalau akikula kalamu anajua mbona namfuta namfuta kwa nini? Maana nikimsamea alafu aendelee na job, bado atawapimia na kuzidi sana kuliko hapo mwanzo alright? Eh, hivyo ndivyo e eh, eh, anavyosema Andrew Amatete. Anasema mimi nakuambia makosa yako, alafu nakuambia haya, bros sis auntie shosho kuka kanyaga kubwa kubwa eh? Nyanya anasema Mika Senali, good morning Anasema e, kimimi nitamuonya mwanzo before ni mwachishe kazi okay. First of all nampa warning e, cause hawa watoto ndio wanafanya ni mlipe mshahara. haifai awapimie chakula direct nyumba akiendelea kuwapimia chakula nani? Kwa nyumba yangu no, I cannot allow that. Okay, kwa hivyo wengi wanasema kwamba watamfuta, lakini kabla wamfute, lazima aweze kumwelezea makosa yake ni gani, angalau hata kijua anafutwa, anajua anafutwa on what basis. Okay, asante sana mzee mzima Fredi Koyalo, nakuona naniambia uko ndani Unasikiliza, nasalia na dakika sita peke yake kuweza kumaliza kitengo hiki cha hoja. Wasiwasi, talk to me samaritan radio. Hello, hello, yes. Bwana Yesu akisifiwe. Amen. Ah, si unaambia mtu ni jambo ambalo amekosa. Eh, eh akikosa kirudia, kirudia tena, ndio sasa unachukua tu. Kwa hivyo unampa ah first warning, first, second, Third. Third, sasa unamwambia, uh ah -uh. Eh. Yeah. Heri tuwachane. Na kama iko kwa damu? Kama iko kwa damu, aende kwa. Kwani? Okay, na utapata wapi mwingine mzuri kama huyo, hmm? Na amekuwa mzuri sana. Hiyo ni shida yake, aende tena, aende tena, aende <laughs> Atapata kuelewa na kufundishwa. Unajua kupata watu wazuri ni rare reha sana. Watu wazuri aje, mtu mzuri anapima chakula. Sasa, sasa anakuwa mzuri, ni vile umegundua tu ako kwa tabia juzi hiyo katabia juzi, ye na ndio nataka kurekebisha. Kama ni mtu ambaye anarekebika, utamuoni ya kwanza na ya pili, ya utaona kama narudi ndio. Lakini kama mtu ambaye arekebiki, namuoni e, ya kwanza, ya pili, ya tatu bado zece, ndio ha, iyo hata inauzi bwana, kanyaga kubwa kubwa, aende kabisa, toka toka kabisa. Haya. Ananieleza hapa hivi kwamba kuna msichana aliniambia alikuwa anafanya kazi mahali so chakula kwake ilikuwa shida right? Anasema but boss akawa anamwachia 3 packets za maziwa, so kulingana vile the lady alimwambia huyu binti ambaye anasukuza nasi anasema, the lady told me alikuwa akikunywa 2 packets. alikuwa anararua 2 packets. Eh? Umeachia kajunia three packets, lakini lady e, house manager ana rarua mbili, sasa kajunia kako kana kula moja, so, nasema pia lawama inaweza kuwa kwa mwajiri. Ukimtunza yule mfanyikazi wako vizuri, house manager wako vizuri, basi pia naye atareciprocate na kuwatunza watoto wako vizuri, ya? Kwa hivyo wanasema huenda shida inaweza kuwa peni wa pia ni upande wa mwajiri, kwamba pia yeye hawajibiki, because kuna wengine pia hawawajibiki, so inakuwa ni huyu ajaribu mbinu ya kujitetea, because hata akaa hapo akiwa na shida na njaa na kadhalika hivyo pia naye lazima apate mbinu ya kujitetea, lakini si kwa hiyo hali. Unajua, unamkalisha huyo bosi, unamwambia iko hivi na hivi na hivi ya alafu pia eh, eh, eh, eh, eh, ukipewa responsibility na labda wewe unatunza tu vizuri mambo ya kwanza, sasa tena haisha, watoto vipi? Tena unaanza kuingilia cha watoto, jamani eh, yani watu wasije wakawa wanafanya hivi na kufanya hivi na kufanya hivi na kufanya hivi, na kufanya hivi. Masibaki tu ni moja hiyo maridadi na mambo yanakuwa mazuri kabisa. Kwa hivyo ukipewa responsibility kama na hiyo, wewe chukulie kama ni watoto wako na wewe uliye na yule anayekusaidia mchukulie pia kama mtoto wako, ili kwamba kila mtu akaweze kuwa sawa sawasawa. Kesho pia ni siku siku itakuwa Friday, tunasifu Friday kwa sasa.